Naam, hali gani mtazamaji wa Global TV Online? Kupitia Global Sport pekee unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi sports lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe wakati timu ya Simba inatarajiwa kuwa na kazi nyepesi leo mjini Djibouti City itakapominyana na wenyeji Gendarmerie Nationale katika mchezo wa marudio raundi ya awali Kombe la Shirikisho Afrika. Wepesi huo unatokana na ushindi wa mabao manne kwa sifuri kwenye mchezo wao wa kwanza uwanja wa Taifa mjini Dar es Salaam Jumapili ya wiki iliyopita, huku kipa namba moja wa Simba Aishi Manula, uongozi wake umesema kuwa kipa huyo anaendelea vizuri. Na kuna asilimia 90 za yeye kucheza mechi yake dhidi ya Gendarmerie. Simba iko nchini Djibouti tayari kwa kuivaa Gendarmerie katika mechi ya pili ya Kombe la Shirikisho huko, benchi la ufundi limeweza kwamba kinachomsumbua Manula baada ya kuumia ni kidole tu huku mfungaji wa mabao mawili katika mechi ya kwanza, Nahodha John Raphael Bocco ambaye awali ilielezwa hatakuwemo kwenye safari, ameongozana na timu hiyo, pamoja na kutoka kwenye maumivu, anaweza kupewa nafasi ya kucheza leo. Simba ikifanikiwa kumalizia vizuri mchezo wa leo na kuvuka, Simba ya kocha Mfaransa Pierre Lechantre anayesaidiwa na Mrundi Masoud Juma, Mtunisia ya Mohamed Yamen Habib ambaye ni mchua misuli na muharami Mohamed Kocha wa makipa itakutana na mshindi kati ya Elmasar ya Misri na Green Buffalo ya Zambia. Mchezo wa kwanza Elmasar ilishinda mabao manne kwa sifuri mjini Cairo. Kila la heri Simba katika mchezo wa leo. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi, usahau kubofya sehemu ya andiko subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Kumbuka Vodacom kupitia huduma ya pesa ni mpesa, ndio wanaotuwezesha kufanya haya yote. Asante na kwa heri.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 Pesa ni M-Pesa. Nidhani <laughs> ni mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji wamenizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.